Hayo ni hotuba fupi sana na mchungaji Daktari George Pindua, askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro, kwa mgeni rasmi ndugu yangu Adam Kigoma Malima, mkuu wa mkoa wa Morogoro na mwakilishi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ibada ya kuingizwa kazini kuwa waskofu watatu wa ya dayosisi ya Morogoro tarehe 14 mwezi wa 12 2025. Mheshimiwa Adam Goma Marima mkuu wa mkoa wa Morogoro na mwakilishi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mpendwa Baba Askofu Dr. Alex Deas Malasusa wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania na Askofu wa Dar es Salaam Mashariki na Pwani ambayo anawakilisha viongozi wote na maaskofu wote wa wakiroho walioko mahali hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, itifaki ambayo imesomwa na katibu mkuu itoshe kutambua na kuheshimu uwepo wa watu wote walioko katika ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa wa Kristo wenzangu na wageni waalikwa mliohudhuria kwenye ibada hii. Kwa heshima na taadhima kwa niaba ya Kanisa la Kiinjili ya Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro, napenda kumshukuru Mungu Mwenyezi kwa kutuwezesha kukutana katika siku hii ya leo katika tukio hili muhimu la kihistoria kuingizwa kazini kwa askofu watatu na msaidizi wa askofu tarehe 14 Desemba mwaka <gibu> <SFX> wa bwana bwara 2025 Tanzania katika kuwatumikia wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dayosisi ya Morogoro inaendelea kutimiza huduma yake ya utume mwema wa kuhubiri habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoagizwa katika Injili ya Mathayo 28 mstari wa 19 hadi ishirini unaosema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 huduma za afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dayosisi ya Morogoro ina kituo kimoja tu cha afya ambacho kinatoa huduma kwa wakazi wa kata ya Mkulazi wa patao elfu sita mia sita kumi na saba pamoja na wanafunzi kutoka pamoja na wananchi kutoka vijiji vya jirani. Uwepo wa kituo hiki umefanyika baraka sana, kwani umeweza kupunguza vifo vya wamama wajawazito, watoto wachanga na kuwawezesha wananchi kupata huduma ya kwanza. Hata hivyo Dayosisi ya Morogoro kwa kushirikiana na timu ya madaktari kutoka diafrika kansa Oklahoma Synod imetoa huduma za kitabibu kwa wananchi wa mkoa wa Morogoro ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono juhudi ya serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pamoja na juhudi zinazofanywa na Dayosisi ya Morogoro, bado kuna changamoto kubwa katika kituo chetu cha Mkulazi zinazosababishwa kushindwa kutoa huduma yetu kwa kuzingatia ubora wake. Changamoto hizo ni pamoja na uchakavu wa majengo, upungufu wa madaktari, vitanda vya wagonjwa na vifaa tiba. Kwa unyenyekevu mkubwa, tunaomba serikali ituunge mkono kwa kutupatia wataalamu wa afya na uboreshaji wa wodi ya wanawake na kuongeza vitanda, kwa kushirikiana na wadau wa afya na watu wenye mapenzi mema. Imekadiriwa uboreshaji wa miundombinu pamoja na vifaa tiba ni kiasi cha shilingi milioni mia mbili za Kitanzania. Kukamilika kwa uboreshaji wa kituo hiki kutaleta nuru na matumaini mapya kwa wakazi wa maeneo hayo. Aidha, katika kutoa huduma kwa jamii, kwa dayosisi ya Morogoro inaendelea na ujenzi wa chuo cha ufundi cha kati kwa vijana wenye ulemavu wa kusikia. Lengo la kujenga chuo hiki ni kuwajengea uwezo vijana wetu wenye ulemavu kusikia kupata ujuzi na maarifa yatakayowezesha kujiajiri na hatimaye kuondoa tatizo la unyanyapaa lililopo katika jamii zetu. Katika kutekeleza mpango huu, tumeshajenga madarasa ya kufundishia kwa nguvu za waumini na sasa tunaendelea kutafuta fedha za kujenga mabweni ya wanafunzi, jengo utawala, pamoja na nyumba za watumishi, kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa ndani na nje ya nchi yetu. Ndugu mgeni rasmi, tuna imani na serikali yetu sikivu itaendelea kushirikiana nasi katika kuwahudumia watanzania wenzetu hususan wale walio katika mazingira magumu. utunzaji wa mazingira. Mheshimiwa mgeni rasmi, dayosisi ya Morogoro ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania ni mshiriki mkubwa wa serikali katika kupambana na vita dhidi ya uharibifu wa mazingira. Kanisa ya kupitia majimbo, sharika na vituo vyake, tumeendelea kutoa elimu na kuhamasisha waumini wake katika zoezi zima la kuzuia uharibifu wa mazingira. Hata hivyo, tunashukuru uongozi wa mkoa wa Morogoro chini ya ndugu yetu Adamu Almarima kwa umoja na mshikamano zidi ya vita hii. Kupitia zira hii ni kuhakikishia kwamba kanisa litaendelea kutoa elimu ya utunzaji wa mazingira ili kupunguza hewa chafu na kulinda dunia zidi ya joto kali, mafuriko na ukame kwa njia ya kukuza uelewa kwa waumini watanzania kwa ujumla wake kuhusu athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mungu ametukataza sisi wanadamu kuharibu mazingira yetu, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 20 19 usiangamize miti yake kwa kutumia shoka. huduma ya mtoto wa kike. Mheshimiwa mgeni rasmi, dayosisi ya Morogoro ni miongoni mwa dayosisi vinara katika kupinga ndoa za utotoni, vitendo vya ulawiti na ubakaji ndani ya mkoa wa Morogoro, kwa lengo la kutunza heshima na utu wa binti wa Kitanzania. Kanisa kwa kushirikiana na wafiki kutoka usharika wa Lempa na nchini Finland tumejenga kituo maalum cha kuwahifadhi na kuwapatia msaada wa kisheria mabinti hao wanaokatishwa masomo yao kwa kulazimishwa kuolewa wakiwa chini ya umri wa miaka 18. Uwezo wa kituo hiki, uwepo wa kituo hiki uh, ambacho kimesajiliwa na serikali kwa nambari 0119 Mei 2025 umeleta heshima kubwa ndani na nje ya nchi yetu, kwani idadi ya wasichana waliopitia changamoto na kutundwa katika kituo hiki wameweza kulindwa, kupata msaada wa kisheria na kupata fursa ya kurudi kuendelea na masomo yao kwa juhudi ya kanisa, familia na jeshi la polisi. Miongoni mwa wasichana hao wamemaliza elimu yao ya chuo kikuu na kuona nuru mpya ziwafanye wafikie ndoto zao. Kwa kuwa kituo hiki kinawahudumia wasichana toka dini zote, tunaomba serikali kupitia mamlaka zake ziungane nasi katika kukomesha vitendo vya katili dhidi ya mtoto wa kike. Mafanikio: kuimarika kwa huduma ya elimu na afya zinazotolewa katika dayosisi. Uh, kuimarika kwa huduma za elimu na afya zinazotolewa na dayosisi katika vituo vyake vya kutolea huduma. Pili, kupanuka kwa idadi ya shule na miradi ya kijamii inayonufaisha wananchi wa dini zote. Tatu, kuanzishwa kwa mradi wa chuo cha kati cha mafunzo ya ufundi VETA kwa vijana wenye ulemavu wa kusikia, hatua kubwa ya kuwawezesha kijamii na kiuchumi. Nne, ushirikiano thabiti kati ya dasa na serikali ya Tanzania katika kutekeleza miradi ya maendeleo pamoja na hali ya amani na utulivu na uhuru wa kuabudu uliopo nchini Tanzania. Sita, kuimarisha ushirikiano kati ya makanisa rafiki kutoka Finland, Ujerumani na Marekani na sehemu nyingine zote. Changamoto. Pamoja na mafanikio hayo, tunakabiliwa na changamoto zifuatazo: upungufu wa wataalamu wa afya, vitanda vya wagonjwa na vifaa tiba katika kituo cha afya Mkulazi. Uhitaji mkubwa wa fedha kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa mabweni jengo la utawala nyumba za watumishi katika chuo chetu cha mafunzo kinachoendelea kujengwa kwa vijana wetu wenye ulemavu wa kusikia. Nne. ukosefu wa ofisi ya kudumu za dayosisi ya Morogoro ya kanisa ya kiinjili ya kilutheri. Tano. uelewa mdogo kijamii kuhusu utunzaji wa mazingira na haki za mtoto wa kike. Nne. mfumuko wa ma... Tano. mfumuko wa mafundisho potofu yaletwa na watu wasio na elimu sahihi kuhusu Mungu na yenye kuleta ushawishi wa kujipatia mali kuliko kutunza maisha ya watu kiroho. Vipaumbele vya dayosisi ya Morogoro. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, pamoja na mipango mizuri iliyotekelezwa na inaendelea kutekelezwa, dayosisi ya Morogoro imejiwekea kipaumbele maalum cha kuboresha miundombinu ya dayosisi ili kuimarisha zaidi huduma zake za kiroho na kijamii. Katika kipindi hiki kipya cha utumishi awamu ya tatu, dayosisi itatekeleza itaelekeza nguvu zake katika mambo yafuatayo: moja, kuimarisha maisha ya kiroho ya waumini kupitia mafundisho, maombi, uinjilishaji endelevu ndani na nje ya dayosisi yetu, ili kuwawezesha watu wote wamjue Mungu na kumwamini na kumtegemea yeye. Jambo la pili, kuendeleza huduma za kijamii zinazogusa maisha ya wananchi, hususani elimu, afya, kwa kufuata miongozo na maadili ya kiroho ya Kikristo na utunzaji wa mazingira yetu. Tatu, kujenga ofisi ya dayosisi ya Morogoro ambayo itakuwa kitovu cha uongozi, uratibu na utendaji wa shughuli zote za kiutume na kijamii, pamoja na kuboresha maslahi ya wa watumishi. Ndugu mgeni rasmi, katika jengo hili kutakuwa na maeneo makuu matatu: moja, makao makuu ya dayosisi ya Morogoro, hoteli yenye uwezo wa kulaza watu mia moja, ukumbi wa mikutano utakaotumika na wadau mbalimbali hii kwa ajili ya kuongeza pato la dayosisi ya Morogoro. Kutokana na makadirio ya mchoro, majengo haya yatagharimu fedha za kitanzania kiasi cha bilioni sita. Kazi hii itafanywa kwa awamu mbalimbali. Ndugu mgeni, nasi kwa kuanzia tuna uhitaji wa fedha za kitanzania bilioni mbili. Njia pendekezwa ya kutimiza ndoto yetu ni kama ifuatayo: moja, kuandaa harambee mbalimbali, kushirikisha wadau mbalimbali wa ndani na nje wenye mapenzi mema nasi. Kuwashirikisha wakandarasi walioko ndani ya dayosisi ya Morogoro na nje kutoa ushauri kwa, ili waweze kutoa ushauri wa kitaalamu na kufanya kazi za ujenzi. Nne, kuwashirikisha wanadiaspora walioko sehemu mbalimbali ndani ya dayosisi yetu, ndani ya nchi yetu ya Tanzania na wale walioko nje, ili waweze kutunga mkono katika kazi hii. Kazi hii inahitaji umiliki na, usha, na ushiriki wa dhati wa Wakristo wote pamoja na wadau wa ndani na nje dayosisi ya Morogoro. Ni kwa umoja wetu, maombi yetu na kujitolea kwetu ndipo tutakapoweza kufanikisha dhamana hii adhimu ya kuboresha huduma za kanisa na kukuza ustawi wa jamii kwa ujumla. Mtume Paulo alisema hivi, nayaweza mambo yote katika yeye yalitaye nguvu, Wafilipi 4:13. Ombi maalum kwako mgeni nasi, kwa unyenyekevu mkubwa, dayosisi ya Morogoro inaomba serikali yetu sikivu itunge mkono katika maeneo yafuatayo: moja, kutupatia wataalamu wa afya na vifaa tiba kwa kituo cha afya cha Mkulazi pamoja na kusaidia uboreshaji wa wodi ya wanawake na ongezeko la vitanda vya wagonjwa ili tuweze kutoa huduma kwa jamii. Tunahitaji fedha taslimu kiasi cha shilingi milioni mia mbili. Kwa kuwa serikali ni mdau namba moja, tunaomba wewe pamoja na wadau wengine wenye mapenzi mema kutunga mkono kazi ya uboreshaji wa huduma hii. Hata hivyo, Dayosisi ya Morogoro inakusudia kujenga hospitali katika jimbo la Morogoro kwa kushirikiana kwa kushirikiana na Sirius BIT Technology Limited. Uchambuzi yakinifu unaendelea kufanyika na mradi huu unatazamiwa kugharimu pesa za kitanzania milioni mia tano mara utakapokamilika. Ili kushirikiana nasi katika kukamilisha ujenzi cha ufundi VETA kwa vijana wenye ulemavu wa kusikia na kutupatia walimu wenye elimu maalum ya kuwasiliana kuwa na watu wenye ulemavu wa kusikia. Mwisho ni kuombe wewe mgeni nasi pamoja na Wakristo wote wa ndani na nje ya Morogoro, wadau wote wenye mapenzi mema, wakandarasi na wajenzi, muungane nasi katika kutuwezesha upatikanaji wa fedha za ujenzi wa makao makuu ya KKKT Dayosisi ya Morogoro. Tutashukuru kupokea uwezeshaji wa aina zote. Kwa iwe ni wataalamu kifedha, sisi kwetu itakuwa ni baraka sana. Shukrani. Kwa kumalizia, napenda kutoa shukrani zetu za dhati kwako mheshimiwa uh, Adamu Kigoma Ali Malima, kwa kumwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika uh, sherehe hii ya kuingizwa kwetu kazini, uh, kwa nafasi ya uaskofu awamu ya tatu ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro. Pili, Mkuu wa kanisa Dr. Alex Gehaz Malasusa, mkuu wa kanisa la Injili ya Kilutheri Tanzania, kwa uongozi wako na busara na mshikamano ndani ya kanisa. Tatu, maaskofu wote, wasaidizi wa maaskofu, wachungaji, marafiki, wazee wote wa kanisa wa ndani na nje, kwa maombi, ushirikiano na upendo mnaendelea kuonyesha kwa taasisi yetu Wajumbe wa halmashauri kuu KKKT dayosisi ya Morogoro, kwa ushauri uliojaa hekima na maarifa kutoka kwa Mungu. Uh, wachungaji wa injilisti, kamati za maombi na waumini wote, kwa utumishi wenu uaminifu wa kujitoa kwa kazi ya Mungu. Wajumbe wa kamati ya maandalizi ya kusimikwa kwa viongozi chini ya uongozi wa Profesa Jairos Mapovero, kwa uratibishaji na usimamizi mzuri wa tukio hili, bila kusahau waumini wote kwa kujitoa kwa hali na mali. Ndugu zangu, nitakuwa sina fadhila bila ya kutambua na kuwaheshimu mchango mkubwa wa wake zetu eh, Esther pamoja na Linju kwa kututia moyo katika majukumu haya na watoto wetu wakiendelea kutuombea. Wito wangu kwa waumini wote na Watanzania wote, ndugu waumini na Watanzania wote kwa ujumla, wake taifa letu limejengwa juu ya misingi imara ya amani, utulivu, umoja na mshikamano. Tangu enzi za magogu zetu tumekuwa taifa ambalo limekuwa kimbilio la wengi, si tu ndani ya bara la Afrika, bali hata ulimwenguni kote. Tumekuwa mfano wa jinsi watu wa dini mbalimbali, makabila tofauti na tamaduni nyingi tulizokuwa nazo tunaweza kuishi pamoja kama familia moja ya Kitanzania. Hata hivyo, matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi tarehe 29 mwezi wa 10 2025, yaliyosababishwa na maandamano, kupotea kwa amani, vifo vya baadhi wa ya Watanzania wenzetu, uharibifu na mali na miundombinu yametupa taswira mpya isiyo ya kawaida katika historia ya taifa letu. Hali hii imeonyesha kuwa kama taifa tuko katika kipindi kinachohitaji hekima, umoja na moyo wa utarifu, utaifa kuliko wakati mwingine wowote. Ndugu wa Kristo na Watanzania wenzangu, kuna usemi usemao, nyoka akishaingia ndani ya nyumba sio wakati wa kuulizana aliingiaje, ila ni wakati wa kuamua kwanza kisha kumuua kwanza kisha kuziba kuzibatuni. Hii inamaanisha kwamba sasa ni wakati, sasa sio wakati wa kulaumiana, kutengana au kugawanyika kwa misingi ya dini, ukabila, siasa au jinsia. Ni wakati wa kusimama pamoja kama taifa moja, kupambana na chochote kinachotishia misingi yetu ya amani na utulivu. Changamoto tulizokumbana, tulizo nazo, hazipaswi kutugawa bali zinatupaswa kutukumbusha kuwa hatima ya Mtanzania iko mikononi mwetu sote. Lazima tuzibe mianya yote inayoweza kutuletea mgawanyiko, chuki, fitina na uvunjifu wa amani. Lazima tuwe makini na wale wanaotumia fursa za migogoro kwa maslahi binafsi, pasipo kujali madhara ya taifa. Kwa pamoja, tunaweza kurudisha kuimarisha tunu zetu za umoja, upendo, uzalendo, heshima, na utulivu na amani. Kwa kifupi kabisa, na waomba wa Kristo na Watanzania wote, tukatae kugawanyika kwa misingi ya kiitikadi, ya kisiasa, udini ukabila au la. Pili, tulinde amani yetu kama tunavyolinda mioyo ya familia zetu. Tatu, tujenge taifa badala ya kubomoa kwa maneno mitazamo, au matendo yetu. Nne, tuzibe mianya yote inayotaka kutuunganisha kama taifa, iwe ni chuki, fitina, rushwa, uzembe na uchochezi. Tano, tuwapende na kuheshimu wote, tukikumbuka kuwa kabla yote sisi sote ni Watanzania. Sita, tuchague hekima badala ya hasira, mazungumzo badala ya migogoro, umoja badala ya utengano. Saba, tusaidiane kama ndugu kwa sababu nguvu ya taifa letu iko kushikamana kwetu. Hitimisho, tuungane, tusimame pamoja, tukumbatiane, tukumbuke tulipotoka na tuliko leo. Amani ya Tanzania ni msingi wa maendeleo yetu na ni jukumu letu sote kuilinda. Tanzania ni yetu, hakuna atakayetujengea isipokuwa sisi wenyewe. Mwisho niwaombe kila mtu mwenye mapenzi mema kutuombea mimi pamoja na msaidizi wangu Mchungaji Pita Makala katika wajibu mpya. Seve, nimalizie kwa kusema Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Mungu ibariki dayosisi ya Morogoro. Asanteni kwa kunisikiliza. Kwa heshima, naomba kuwasilisha.